Tunaendelea kushauriana na kupendekeza katika benki zetu tuwe na youth investment windows, kwamba kushirikiana na sekta binafsi, kwamba vijana wanapokwenda kutafuta mitaji, wanapokwenda kutafuta mikopo, wasijumlishwe na watu wengine kama ambavyo tuna madirisha wanawake hapo katika benki zetu, tunataka pia na vijana na special needs, kwa sababu changamoto zao ni tofauti na changamoto za watu wengine pia, na naamini kwa kushikamana sekta binafsi hasa uh, sekta za kifedha, tutafanikisha jambo hili na tutalifanya vizuri. Lakini sambamba na hilo, tumegundua kwamba vijana wengi wanapokuwa wanapewa mikopo iwe ya mashauri au iwe katika program mbalimbali za serikali, mfuko wa maendeleo ya vijana, mara nyingi wakishapewa pesa wanaachwa E, nimezunguka huko mikoani nimeona, nakuta mtu anasema, nilipewa pesa lakini hakuna mtu amenifuatilia, hakuna mtu ameniuliza na changamoto gani. Sisi wote tunafahamu kwamba unapokuwa na wazo, unapoenda kulitekeleza, unaweza kukutana na changamoto ambazo wakati unalipanga wazo lako zile changamoto kuzifikiria. Sasa tumekosa sana coaching na mentorship katika programu zetu, ulezi na makuzi ya kuwasaidia. Kwa hiyo tumeona kwamba katika programu zote ambazo zitafanya zinazohusiana na vijana, tunataka tuwe na ya component ya mentorship. Na katika pia hotuba Mheshimiwa Rais ya kufungua bunge alieleza hili jambo, kwamba vijana wapewe urais. Kwa hiyo tunapompatia kijana fedha kwa ajili ya kuanzisha kampuni yake, kwa ajili ya kuanzisha kiwanda chake, kwa ajili ya kufanya biashara yake, kama ni kikundi au kama ni mtu binafsi, tunataka pia tuwe na mfumo wa kuwasaidia vijana kwa kuwafuatilia, kuwalea, kuwakuza, ili unapokutana na changamoto tusiye tukaenda wakati tunataka tumarejesho. Unakuta kule halmashauri na nakuta kijana amepewa hela atafuti mpaka siku ya kurejesha. Sasa an, akikutana na changamoto anamwambia nani? E, akikutana na amefeli anaenda kuongea wapi? Mfumo wetu wa ku empower vijana lazima uzingatie malezi pia, kwamba tuwe na watu watakokuwa na, sa, wanasaidia pia. Na ito, tunafunza pia kwenye sekta binafsi kwa sababu tunajiuliza kwa nini mikopo mingi inayotolewa kwenye sekta binafsi inaweza kurudishwa na watu biashara zao zinafanikiwa, lakini kaangalia figures kama nilizozitoa hapa ni nyingi sana, ziko halmashauri hapa zinatoa bilioni sita bilioni tano bilioni tatu wanawapatia vijana, lakini nyingi ukienda kuzitafuta, maeneo yote niliyopita, nimekuwa nikienda kuuliza, naomba mnipeleke kwenye mradi wa vijana. Imekuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu vijana wengi hawana vitu ambavyo ni tangible, lakini ukiongea na vijana wanakuambia tu, kweli pesa tulipata. Lakini sisi wote tunafahamu fedha peke yake sio msingi wa mafanikio ya kibiashara tunahitaji vitu vingi sana. Tunahitaji kujenga tabia zao, tunahitaji kujenga resilience yao, tunahitaji kuwafundisha kuhusu masoko, kuhusu management eh, na vitu vinavyofanana hivyo. Kwa hiyo ni muhimu kutengeneza program za ulezi. Kwa sisi kama wizara, tumesema kwenye kila program itakayofanyika, tunahitaji kuona component ya ulezi ikiwepo, ili kuwasaidia na vijana. Lakini ndugu wanahabari, katika kuongeza fursa za biashara na soko, serikali inaendelea kusimamia utekelezaji wa kanuni za ununuzi wa umma inayowekeza kutengwa kwa asilimia thelathini ya bajeti ya ununuzi wa umma kwa ajili ya makundi yenye kipaumbele ikiwemo vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Hii ni fursa muhimu kwa vijana kujenga biashara endelevu kupitia utoaji wa bidhaa na huduma kwa serikali na taasisi zake. Na hili e, ningependa kuambia wanahabari kwamba mimi kama waziri mwenye dhamana nitaendelea kulisimamia kulisema, na pia nitashirikiana na taasisi za serikali kuhakikisha kwamba matakwa haya ya kisheria, kwa sababu hii sasa ni jambo la kisheria matakao ya kisheria yanatekelezwa kwa vitendo, kwa sababu tukifanya hivyo, maana yake tutakuwa na pesa nyingi sana ambao vijana kupitia kampuni zao wanaweza wakafanya kazi. Na katika hili, nimekuulizwa sema sasa vijana hawana uzoefu wa kufanya hizo kazi za, za, za kampuni ambazo tukakuwa tukiwapa makampuni makubwa. Na swali langu ni kwa rahisi tu, katika mnyororo wa huduma zako zote, hivi kweli kuna shughuli ambazo vijana hawezi kuzifanya? vijana wanaweza wanaweza kushindwa kweli kuwa na kampuni ya kusupply vifaa vya usafi au kufanya usafi katika ofisi zetu? Wanaweza. Kwa hiyo chochote ambacho tunakifanya tukiwa na thinking kwamba lazima component ya vijana iwepo, ninaamini hakuna taasisi ambayo ina jambo ambalo vijana hawezi kulifanya. Kama ni kuripair e, ICT equipments wanaweza kufanya kama ni kuwana gari la, la kubeba taka katika katika halmashauri wanaweza, meza mkawakopesha na wakalinunua na baadaye wakalipeni iskana kabisa. kwa ni kuwa na thinking, tunataka kila mtu anayefanya jambo katika taifa hili awaze kwamba vijana wana component gani katika mipango ya maendeleo, na sisi kama wizara tunaendelea kulisema kuli hilo na kuhakikisha linatekelezeka. Kadhalika serikali inaendelea kuhamasisha na kuratibu mifumo ya fedha na bidhaa za kifedha zinazohusiana na uchumi wa blue kwa maana blue economy zinazotekelezwa kupitia taasisi za kifedha ikiwemo benki ya CRB na benki ya NMB pamoja na upanuzi wa ushirikiano na benki nyingine ili kuwezesha biashara na miradi ya vijana katika sekta za uvuvi, usindikaji, usafirishaji wa bidhaa za baharini na maziwa pamoja na huduma za bahari na ukanda wa pwani. Ndugu wanahabari, katika falsafa yetu ya utoaji wa huduma kama wizara, tumejipanga kuhakikisha serikali inafikika kwa vijana kwa urahisi sana lakini pia kwa wakati. Na tunatumia teknolojia kama nilivyoeleza, falsafa zetu tatu, kama nyenzo ya msingi ya kuharakisha huduma, lakini pia kupokea maoni na kuunganisha vijana na fursa. Ndio maana tumeshaanza hatua za awali za kuanzisha jukwaa la kidijitali la huduma jumuishi tunaliita Youth Digital One Stop Platform ili kuwezesha kwanza upatikanaji wa taarifa za ajira. Tumekuwa tumeona kuna changamoto pia za vijana kupata taarifa katika maeneo yaliyopita. Sasa tunasema kwa sababu vijana wengi wanatumia simu zao na teknolojia, tuwe na Youth Digital One Stop Platform ambayo tutakuwa tunaweza kushare fursa mbalimbali za ajira zinazotokea mbalimbali. Lakini pia mafunzo. Yako mafunzo ambayo vijana wanaweza kuyapata yakawasaidia kuongeza ujuzi. Eh, kuna vitu tunaita soft skills. Eh, kufanya negotiation unafanyaje? Kufanya presentation unafanyaje? Kwa hiyo vitu vinaofanana na hivyo, kutengeneza network nzuri zaata kukusaidia. Kwa hiyo yako mafunzo ambayo tunaamini vijana wakiyapata yanaweza kawasaidia zaidi, lakini fursa za mikopo zinazotolewa, masoko na huduma nyingine kwa namna iliyorahisishwa, na hii itakuwa ni kiganjani kwa kijana yote katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia katika ziara zetu mikoani, tumebaini masuala muhimu yanayohitaji hatua za haraka, ikiwemo uhitaji mkubwa wa ajira na mafunzo ya vitendo lakini pia kuna changamoto ya taarifa duni kuhusu fursa zilizopo na upungufu wa mitaji na ushauri wa kibiashara, business development services inakosekana. Lakini kuna changamoto za masoko na uongezaji wa thamani katika bidhaa tunazozalisha pamoja na masuala ya maadili. Lakini pia tumekuwa na changamoto kubwa sana ya swala afya ya akili, na nafikiri nyinyi mnafahamu, tumekuwa na kesi nyingi sana pia za vijana kuhusiana na jambo hili. Pia kwa kushirikiana na wizara zingine na taasisi zingine tunaona pia namna ambavyo na sisi tunaweza tukaliweka katikati ya mipango ya yetu na mikakati yetu, lakini nazo changamoto pia za matumizi ya madawa ya kulevya kwa baadhi ya vijana. Pia taarifa ya kina ya uchambuzi wa masuala haya yote ambayo nimeyataja, e, ilishaandaliwa na wizara katika mikoa ambayo tuliyopita, na kitakwimu, tunaweza kujua na kufahamu maeneo gani ambayo e, vijana wanazungumza zaidi, wana changamoto zaidi. Kwa taarifa hiyo tunayo, na nafikiri wakati tutakapofika, tutaishia kwa mapana tutakapokuwa, e, tumemaliza ziara zetu katika mikoa ambayo imebakia.